Kweli ni vema na haki tendo la kufaa na la kuleta wokovu. Tukushukuru daima na popote, Bwana, Baba uliye mtakatifu, Mungu Mwenyezi wa milele, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Yeye katika uje wake wa kwanza alipokuja katika unyenyekevu wa mwili aliutimiza mpango ulioandaliwa nawe tangu kale, hivyo akatufungulia njia ya wokovu wa milele, ili atapokuja tena katika utukufu wa enzi yake hatimaye tupeo peo waziwazi mema yaliyoahidiwa, ambayo kwa sasa tunathubutu kuyatarajia tukimpesha. Kwa sababu hiyo sisi pamoja na malaika na malaika wakuu, pamoja na viti vya enzi na milki na majeshi yote ya malaika wa mbinguni Twaimba utenzi wa utukufu wako tukisema bila mwisho.